Watazama ELCT Karagwe Diocese channel, usisahau kusubscribe like, share na kucomment. Ningependa niwashirikishe mashinikizo saba wakati ninaandaa kukutana nanyi katika baraza hili. Shinikizo la kwanza, wimbi la mafundisho potofu. Mafundisho potofu yameshika kasi sambamba na kukua kwa kundi linalopuuza imani za dini. Yaani, huku kuna kundi linalopotosha linakuwa, na huku kuna kundi ambayo masuala ya dini kwao ni kama hayana nafasi tena. Agizo kuu tulilopewa na Bwana wetu kwenda duniani bado liko pale pale, lakini mawimbi haya mawili niliyoyaeleza yanaelekea kutuzidi nguvu. Ni vema kukutana tukakumbushana na kutafuta mbinu mpya za kukabiliana na mawimbi hayo mawili. Shinikizo la pili, idadi ya watu wanaokuja kanisani Jumapili ni ndogo kuliko idadi ya waliobatizwa karibu kila mtaa. Naelewa mahudhurio mnayojaza katika daftari la uhai. Tuliweka fomula ambayo inaeleza ni, ni mara ngapi watu wamekuja kanisani, lakini haielezi ni wangapi hasa wamekuja kanisani. Sijui mnaelewa eh? Yaani, unachukua kumi wa Jumapili hii unajumulisha na kumi wa Jumapili ijayo, kumbe ni wale wale wa Jumapili iliyo pita. Halafu namletea askofu mwisho wa mwezi kwamba mtaa wangu wamehudhuria watu mia tatu na sabini kwa mwezi, wakati ni kumi ila wamejirudia wale wale, wale. Kwa hiyo idadi ya watu wanaokuja kanisani ni ndogo kuliko idadi ya waliobatizwa katika daftari la kila mtaa. Hata wanaokuja bado wanadanganyika na kuwa na uraia wa nchi mbili. Kila wakati wanakuja kanisani, lakini bado ni raia wa nchi ngapi? Mbili. Wengine wakitoka kanisani wanaenda tuition. Si unazifahamu eh? Yeah. Eh, wanaenda tuition tena afadhali ya wanaokwenda tuition za mchana, wale wanaokwenda tuition za usiku ndio hatari zaidi. Wainjilisti wanahitaji kulijua hili na kulitafutia dawa. Shinikizo la tatu, mbinu zetu za kuinjilisha ili kupata waumini wapya na kurejesha wale waliorara bado ni za kiofisa ofisa, ofisa, na kijeshi jeshi mno. Wainjilisti walio wengi bado mko hapa, wanadhani kwamba watu wanalihitaji kanisa na kwa hiyo walitafute, lakini ukweli ni kwamba kanisa linahitaji watu na halina budi kuwatafuta na kuwafuata mahali walipo. Ninaeleweka? Zile mbinu za kijeshi jeshi Kuwatisha watu na kifo na ibada za mazishi wakati ya wajafa ndizo tunazotumia zaidi. Si ndio? Yaani unaanza kuwatisha watu kabla hata kufa hawajafanya nini? Na unafikiri vitisho vyako vitawafanya waje wapi? Waje kanisa. Sasa hizo mbinu za kiofisa ofisa na kijeshi jeshi zimepitwa na wakati. Kanisa linawahitaji watu kuliko watu wanavyolihitaji. Ni nini kanisa? Shinikizo la nne: yameibuka makundi mengi mapya yanayohitaji njia mpya za kuyafikia. Makundi hayo ni kama haya yafuatayo: kundi la bodaboda, kambi za barabara, machimbo ya madini, machinga, vikundi vya walinzi na watumishi wa jamii za wafugaji kwenye vitaru. Aidha, kutokana na miradi mikubwa ya barabara inayopita katika maeneo yetu, tunaanza kuwa na watu wanaoishi barabarani kama makazi yao, wanaishi kwenye maroli, wanaishi safarini. Huwezi kumuuliza mara ya mwisho alikuwa nyumbani kwake lini. Kwa kuwa tuna agizo la kuhubiri Injili kwa kila kiumbe, haya makundi nayo wana haki ya kufikiwa na huduma ya Injili, na huwezi kuwafikia kwa mbinu zile zile za kijeshi kijeshi na kiofisa ofisa, ofisa. Ndio maana nitawaeleza baadaye, nimewalika wataalamu wa uinjilisti kutoka shirika la Africa Evangelistic Enterprise kule Dar es Salaam, ili kama nao wana mbinu nyingine watusaidie, tuongezee zile zetu za kijeshi kijeshi. Shinikizo la tano katika mazingira yetu liko kundi lisiloenda popote. Hili nalo linaongezeka, hawaji kwetu na waendi kwa yeyote. Na katika mbinu zetu hizi hizi za kijeshi kijeshi na kiofisa ofisa, mara nyingi hata katika ziara zetu tunawapita tukiingia, tumeenda kutafuta michango tu si kwamba tunaenda kuwashawishi waone sababu ya kwenda kuabudu mahali popote. Huduma yetu ya kanisa na makanisa mengine imegeuka kuwa ni haki ya wanachama tu, na kwa hiyo hawa ni kama hawana hisa katika kikoba chetu, wala kikoba cha kanisa lolote. Ndio maana tunabahasha, si ndio? eh Ndo maana tuna namba, hicho ndicho kikoba chako, ndizo hisa zako. Kwa hiyo mtu asiye na bahasha wala muinjilisi hahitaji kufikiria yuko wapi. Kwa hiyo watu hawa wanakosa huduma mahali popote, kwa kuwa kundi hili aliendi jumuiya na huduma zetu zinapatikana kupitia jumuiya, basi kundi hili linaachwa nje. Tuna hatia ya kiroho juu ya kundi hili. Shinikizo la sita, kuimarika kwa dhambi za mfumo. Wakati Ukristo unazidi kuisha nguvu uko Ulaya na Marekani, nguvu ya Ukristo hapa barani Afrika inaongezeka, lakini cha ajabu Ukristo hapa Afrika unaongezeka sambamba na kuimarika kwa dhambi za mfumo. Yaani, ukiangalia kiwango cha umaskini wa kutengeneza katika mazingira yetu. Ukaangalia kiwango cha ufisadi, rushwa, ukatili wa kibinadamu wa kila aina. Vita vya kikabila na vya wenyewe kwa wenyewe na vingine vya kidini. Uharibifu wa mazingira katika maeneo yetu na uchoyo uliopindukia, unaweza kudhani Afrika hakuna Wakristo. Hayo yote ndiyo yataja, ukiyaona kiwango chake, unaweza kudhani Afrika hakuna nini? Hakuna Wakristo, lakini ukristo upo ila ni Ukristo wa mkumbo mkumbo, Ukristo wa maigizo na Ukristo wa mtindo. Mahekalu yanajaa mijini na vijijini, lakini ujumbe wa Injili augusi hali za ndani za watu wengi, hasa wasomi, matajiri na wenye madaraka. Hili ni donda ndugu. Ndugu zangu, makanisa yanajaa Jumapili na yamejengwa mengi kila mtaa, lakini dhambi hizo nilizozitaja haziguswi na uwepo wa makanisa. Lakini hata zile dhambi za asili tulizozoea kuzikemea, uzinzi, ulevi, ushirikina na kukosa uaminifu katika mambo mengine mengi, havijaguswa na Injili kwa sababu hata vyenyewe vimeongezeka sana katika jamii yetu. Imani yetu ina thamani gani juu ya ukweli huu niliyoutaja? Nilipokutana na halmashauri kuu iliyopita, niliwapa changamoto zifuatazo: ni bora Nikawashirikisha hata nyinyi. Chukua mfano, Mkristo akienda kwa mwinjilisti akamshirikisha jambo lake la kiroho au kwa mchungaji, haichukui wiki, jambo hilo limezagaa mitaani. Lakini bodaboda akipeleka muumini, akampeleka mahali fulani pa siri kufanya mambo yake hiyo si uisikii. Sasa nani mwaminifu, mchungaji au bodaboda boda? <laughs> Ukipanda taksi ukasahau simu yako ndani ya taksi, labda baada ya siku moja, unaweza ukashutukia taxi driver na kutafuta kukurudishia simu yako lakini simu yako ukiisahau kwenye mazoezi ya kwaya tena yanayofanyika ndani ya kanisa, ndani ya nusu saa, hiyo simu huipati. Nani mwaminifu mwanakwaya au taxi driver? Barmaid anayefanya kazi kwenye bar anaweza kuokota wallet ya mlevi, tena ina fedha ndani akaitunza mpaka mlevi akirudi ya kesho yake kunywa, akamkabidhi waleti yake. Lakini mlevi yule akienda na waleti yake nyumbani, mke wake wa ndoa akaiona, anaondoa hela zote na anadai waleti ya kuiona. nani mwaminifu, kati ya barmaid na mke wa ndoa? Nani mwaminifu? <laughs> hiyo ndiyo maana yangu ya kwamba injili inayohubiriwa haijagusa kiini cha kiroho cha watu tunawahudumia. Imekaa kijeshi kijeshi na kiofisa ofisa. Shinikizo la saba: kiwango cha uraibu wa pombe na madawa ya kulevya katika jamii yetu kinaongezeka kwa kasi ukichunguza, kwa hapa Karagwe, kiwango cha vilevi vinavyoingia hapa wilayani kila mwezi kwa miezi kumi na miwili na ukajumlisha vilevi vyote hivyo, bia transiti ngapi zinaingia Karagwe kwa mwezi na kwa mwaka, wine akabenako konyagi, gongo na nyinginezo, utagundua kwamba matumbo ya watu wetu yanameza vilevi vingi kwa mwaka mzima, tena yanalewa, yanameza vingi kuliko hata unywaji wa maji na chai. Madhara yake huko tuendako ni makubwa sana kiafya na kiafya ya akili. Familia zitasambaratika, uchumi binafsi utadorora, na amani itatoweka katika jamii. Ili ni eneo gumu sana la uinjilisti, haliepukiki. Mkumbuke idadi ya wanywaji wapya inaongezeka kila mwaka, haipungui. Yani kuna watu walikuwa hawanywi mwaka jana, hata miongoni mwenu, lakini mwaka huu wanakunywa <laughs> lakini tukihesabu waliokuwa wanakunywa mwaka jana miongoni mwenu, ila mwaka huu wameacha, idadi ni ndogo kuliko ambao walikuwa hawanywi mwaka jana. Mwaka huu wanafanya nini? Yani chukua sampo hapa ya wainjilisti wale waliokuwa wanakula wanakunywa mwaka jana, mwaka huu wameacha. Na wale ambao mwaka jana walikuwa hawanywi, sasa wanafanya nini? Wanakunywa. Idadi hii ya pili ni kubwa kuliko ile ya kwanza. Sasa ikiwa hata kwa sampo ndogo ya wainjilisti, wahubiri injili, kwamba huo ndio ukweli, je, ile miti mikavu kule mitaani na sherikani, hali ikoje? Basi Mungu awabariki na kwa njia ya tafakari ya neno hili napenda sasa nitamke rasmi kwamba baraza letu wa la waingilisti la mwaka 2025 linalifungua rasmi kwa jina la Baba la Mwana na Mwana na la Roho Mtakatifu, Amen. Tusha. dasis channel. Usisahau subscribe, like, share na ku comment.